Watumishi wa wakala wa nishati vijijini REA kwa nyakati tofauti wamewasha umeme katika shule ya msingi Julia iliyopo wilayani Newala na shule ya sekondari Mbawala iliyopo wilayani Mtwara vijijini katika mkoa wa Mtwara kupitia mradi wa Ujazilizi 2C unaotekelezwa katika wilaya zote za mkoa huo. Tukio hilo limefanyika kwa nyakati tofauti Oktoba 24, 2025 wakati wa kampeni maalum inayoratibiwa na REA ya kuelimisha wananchi juu ya taratibu za kuunganishiwa umeme na kuwahamasisha kutumia umeme kujiletea maendeleo inayoendelea katika mkoa wa Mtwara. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, msimamizi wa miradi ya REA mkoa wa Mtwara, mhandisi Daniel Mwandupe, wakati anawasha umeme katika shule ya sekondari Mbawala, amesema mradi wa Ujazilizi 2C ambao umewashwa katika maeneo hayo unatekelezwa katika wilaya zote za mkoa wa Mtwara na umelenga kufikisha huduma ya umeme kwenye jumla ya vitongoji 461 na utanufaisha wateja wa awali zaidi ya 20,000 Kazi moja ni kufanya uzinduzi wa umeme katika shule ya Mbawala shule ya sekondari ambayo imefikishiwa umeme na REA kupitia mradi wa densification au ujazilizi 2C kwa gharama ya shilingi milioni 29 na tumeweza kuwafungia transfoma yao yakao ya peke yao yenye ya saizi ya KVA 50 pamoja na kuwavutia waya kwa kilomita 0.2 ambapo mpaka sasa shule hii wanatumia umeme huo wa REA na kwa gharama nafuu, pamoja na faida nyingi ambazo wanafunzi wameweza kuzipata katika masomo yao. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, walimu na wanafunzi wa shule hizo wameshukuru REA kwa kuwafikishia mradi na wamesema kuwa unakwenda kuongeza ufaulu kwa wanafunzi, lakini pia utapunguza baadhi ya gharama walizokuwa wakitumia ikiwemo gharama za kudurufu mitihani, pamoja na gharama za kukodi taa za sola. Kwa majina naitwa Warda Amis ni mwanafunzi wa kidato cha nne katika umeme, Shule ya Sekondari Mbawala. Ninashukuru serikali kwa kutuletea umeme hapa shuleni kwetu. Kabla umeme haujafika, tulikuwa tunapata hasabu sana, tulikuwa tunatumia taa za sola ambazo tulikuwa tunatumia gharama kubwa sana na zilikuwa zinawahi kuzima kabla muda wa masomo haujaisha. Hivyo ilikuwa inaleta hali hatarishi wa ukosefu wa mwanga hapa shuleni. Baada ya kufika umeme, tulikuwa tunaendesha shule za masomo. Pia tulikuwa tu, walimu wanaendesha shule za vipindi hata usiku na tulikuwa tunasoma hadi alfajiri. Hivyo tunaahidi matokeo mazuri katika shule yetu. Majina yanaitwa Ajila Dadi mbili, nasoma katika shule Mbawala, shule sekondari Mbawala, nasoma katika kidato cha tatu. Napenda kuishukuru serikali kwa kutuletea umeme katika shule yetu. Kabla ya awali, hatukuwa na umeme katika shule yetu. Hata walimu walikuwa wafundishi wakati wa usiku ila kwa sasa hivi tumepata umeme. Mwalimu muda wote anaweza kuingia darasani akatufundisha. Na kingine tulipewa kompyuta lakini hatukuwa na umeme kwa hiyo tulikuwa na namna ya kuzitumia. Ila kwa sasa hivi umeme umefika. Tunaweza kutumia kompyuta zetu wakati wote na muda wote. Majina yanaitwa Rashid Salum Kiangazi, ni mwanafunzi wa kidato cha tatu shule ya sekondari Mbawala. Kwanza ningependa kumshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi huu wa umeme kupitia REA kwa sababu umetusaidia wanafunzi kufaulu na kusoma vizuri wakati usiku, hata pia walimu kutekeleza mambo yao wakati usiku, ukilinganisha na awali ambapo palikuwa hamna umeme. Umeme huu utasaidia kwa wanafunzi ambao waishiwa hapa shuleni na maisha ya kambi kuweza kujisomea usiku na hata walimu kulikava masomo yao wakati wa usiku. Kwa majina, anaitwa Amina Mtuvenge, kaimu mkuu wa shule Mbawala Sekondari. Kiukweli tunashukuru sana kupata mradi wa REA na kutuashia umeme hapa shuleni kwetu. Tumeimprove hasa maendeleo ya kitaaluma wanafunzi, imewasaidia kuongezea muda wa kujisomea hasa ukizingatia tuna kambi za kitaaluma kwa vidato vya mitihani. Mwanzo walikuwa wanachukua taa za kukodi ambazo zinachajiwa haitumii kwa muda mrefu, mwanga unafifia. Kwa sasa wanapata mwanga ambao uko wa kutosha na wanajisomea kikamilifu, na wamejiandaa vyema kwa ajili ya mitihani yao. Kwa kweli tunaishukuru serikali. Kwa majina anaitwa Upendo Ayubu Mkatula nasoma darasa la tano kutoka shule ya msingi Julia. Tunashukuru kwa kutuletea umeme. Tunapata faida nyingi kupitia umeme, tunajisomea wakati wa jioni, pia tunazalisha mitihani yetu hapa hapa shuleni. Kwa majina naitwa Hairat Sadi Suleiman, nasoma katika shule ya msingi Julia darasa la tano, nina umri wa miaka kumi. Tunashukuru sana watu walewa kwa kutuletea umeme, maana hatukuwa na umeme wale, tulikuwa tunakosa fursa nyingi sana tulikuwa tupate masomo ya Tehama. Ulinzi ulikuwa mdogo. Tunashukuru sana kwa kutuletea umeme wa lea. Kwa majina naitwa mwalimu Salum Muhamed Mawazo, ni mwalimu mkuu msaidizi katika shule ya msingi Julia ambayo ipo katika kata ya Julia katika kitongoji cha Julia shuleni. Kwanza, ni nitoe shukrani kwa ujio wa, wa, wa huu uh, mradi wa lea katika eneo la shule ya msingi Julia sababu ni muda mwingi tulikuwa tunaishi hapa, ni sehemu tuko mjini, lakini sasa katika mazingira ambayo yanaonekana ilikuwa ni mazingira, ni kama tupo kisiwani, sehemu ambayo haifai kutokana na kutokuwepo kwa mwangaza ambao tegemeo kubwa tulikuwa tunategemea umeme, lakini katika eneo letu sisi umeme tulikosa kabisa, ila sakwa, katika ujio wa huu mradi wa REA wa, tunashukuru kwanza tume, tumeweza kupata mwangaza ambao, pia eneo letu sasa hivi itakuwa ni eneo ambalo linaonekana sehemu yoyote, na mtu yoyote akipita, bado inaonyesha kwamba ni sehemu ambayo iko salama na sehemu mzuri sababu kama tunavyojua kuhusiana na kuwepo kwa mwangaza, tukiwa tunasema umeme kwamba ni kitu ambacho kwa upande mwingine ni ulinzi wa eneo fulani, na pia kama tunavyojua, hapa ni taasisi na taasisi yenyewe sisi huwa tunafundisha wanafunzi. Kwa hiyo sasa, kwa upande mwingine, matarajio ambayo tunayo kutokana na umeme ambao tutakuwa tunawashiwa hapa kwamba tutapata muda mwingi sana wa kuandaa mambo yetu mengi ya darasani